Kete, um, um, Lijama, nene, nene. No. <laughs> Hii ni maalum kutoka, ukiona nadhani mekanika waili, lakini it's a lot of money cake. Ukiongea na Shamera atakwambia ni kiasi gani amespend money. Sasa akanipiga kanipiga eh. <laughs>